Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kwa jina la Yesu. Mimi ni Felix Yunji na nakukaribisha mtu wa Mungu tujifunze kwa pamoja, kwamba kwa nini kuna muda Mungu anakukwamisha kwenye eneo fulani. Ukiona Mungu amekukwamisha kwenye eneo fulani, ujue kabisa kwamba ana sababu, ana sababu, ana sababu. Na sababu hiyo mara nyingi inakuwa kwamba ukisonga mbele pasipo kujifunza, unaweza ukajikuta kwamba unaangamia au una sababisha uharibifu mkubwa. Naomba unisikie vizuri mtu wa Mungu, na Roho Mtakatifu akusaidie kunielewa kupitia huu shuhuda. Kupitia huu shuhuda, kuna binti mmoja ambaye alikuwa amefungwa na vifungo vya giza, akapata changamoto, akapelekwa kwa waganga tofauti tofauti, maeneo mbalimbali, wakasumbuka sumbuka sana, mpaka ikafika wakati wakawa wamekata tamaa, na kuona kwamba kwa kuona kwamba haiwezekani tena, kwa sababu wamezunguka kwa waganga wengi ambao walikuwa wanaamini, lakini ilishindikana. Nilipopata taarifa nikawa nimeenda kuwatembelea, nilipowatembelea nikaongea nao la nikafanyia maombi yule binti. Baada ya maombi, yule binti alifunguliwa. Alipofunguliwa nikawa nimemshukuru Mungu, nimeondoka. Lakini kesho yake nikapigiwa simu kwamba changamoto ile imejirudi tena. Nikamfanyia maombi hivyo hivyo, nika hivyo hivyo tena, kesho yake ikajirudia hivyo hivyo, nikamfanyia maombi, ikajirudia hivyo hivyo. Nikaanza kuhofu sasa kwamba kwa nini anafunguliwa afu inarudi? Sababu ni nini? Shida ni nini? Kwa nini namuombea, mapepo yanatoka, lakini kwa nini anarudi? Sababu ni nini? Shida ni nini? Roho Mtakatifu akaanza kuniambia, inabidi ujifunze. Inabidi ujifunze. Na akawa ananiambia, uliza kwa baba yako wa kiroho ndipo nilipofanya maamuzi ya kumpigia simu baba yangu wa kiroho pastor Sam Gripper nikamuuliza hapa kuna shida gani mbona nimekuwa nikifanya hivi lakini nakuwa natokea hivi somo la kwanza sasa jifunze hapa sawa usikilize mpaka mwisho ili uweze kupata kitu kizuri zaidi somo la kwanza hili hapa ambalo baba alinipatia baada ya kuwa nimemuelekeza akaniambia kwamba siku zote unapokwenda kufanya huduma hutakiwa kuwa na haraka hutakiwa kuwa na papara inatakiwa uchukue taarifa kamili kutoka kwa watu ambao wana watu wa karibu wa huyo mtu. Kama huyo mtu hawezi kujieleza vizuri, unaweza ukauliza jina lake ni nani, shida yake imeanza lini, ana umri gani? Ee, kwa nini unauliza maswali kama daktari, namna ambavyo anamuuliza mgonjwa anapokuwa amefika pale, kabla ya kumpima, unauliza maswali. Baada ya hapo sasa ndipo namuomba Roho Mtakatifu akuongoze ili uweze kufanya kwa msaada wa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aliponipa hilo somo nikaa nimepata kitu tayari hapo. Nikaa nimepata kitu kwamba kumbe haitakiwi kuwa na haraka, haitakiwi kuwa na papara, inatakiwa kuwa na utulivu wa ndani. Kwa sababu mpaka mtu mtumishi mtu wa Mungu amefika, maana yake mtu hawezi kufa. Atapona tu as long as Mungu ameweka mamlaka ndani ya huyo mtu. Lazima atakuwa vizuri. Akanambia kuna watu ambao hawako tayari kufunguliwa. Mtu ambaye hayuko tayari kufunguliwa, hata aombewe na nani, hawezi kufunguliwa. Kwa sababu gani? Pepo litatoka, kwa sababu tumepewa, tumepewa mamlaka. Ukikomandi pepo, pepo linatoka. Lakini Biblia inasema kwamba pepo limtokapo mtu, kutafuta sehemu yenye maji lipumzike, lakini huwa linarudi kuchungulia, kama yule mtu ndani yake hajatengeneza mazingira ya Yesu kukaa pepo huwa kwa linarudi na wenzake. Unaona? Kwa hiyo kama inaambia shida iko hapo. Mtu hata kama umemwombea pepo litatoka ndio. Lakini kama ye hajatengeneza mazingira ya kukubali kufunguliwa, mapepo yatarudi tena. Kwa kumbe kuna watu huwa wanafurahia kuteswa na mapepo. Kuna watu ambao watu wao karibu wanapenda hao watu wateswa na mapepo. Kuna watu ambao wao wenyewe wanapenda wanafurahia kuwa na ushirika na uchawi. Hiyo ndio maana kuna watu hawataki kuacha uchawi kwa sababu gani? Kwa sababu wanafurahia. Wanafurahia kuwa na wana ushirika na mapepo. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo utajikuta unapoteza tu kwa sababu wewe unavyoenda kumuombea, pepo litatoka. Lakini linapotoka litarudi tena. Kwa utajikuta kwamba wewe ndio unayeumia na usipokaa vizuri, manake hayo mapepo yanaweza kukushambulia. Na sio kwamba yanaweza kushambulia kwa mapepo yatakushambulia, lakini ukiwa umesimama vizuri na Yesu hayawezi kukuzuru, kwa sababu hayana nguvu juu yako, hayawezi kukuzuru. Kwa hiyo ndio kitu ambacho aka amenisaidia kitu cha kwanza, lakini kitu cha pili ambacho ni cha msingi sana, ambacho nimekuambia kwamba usikilize mpaka mwisho ni hiki hapa. Sasa mtu wa Mungu akasema kwamba kuwa makini kwa sababu unaweza ukajikuta kwamba huduma yako au kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kisiweze kuzaa matunda kwa viwango ambavyo Mungu alikusudia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati huo mimi nilikuwa nilipokuwa nikiombea mtu mwenye mapepo nilikuwa na command pepo niseme wewe ni nani, umetoka wapi, kwa nini unamtesa huyu mtu, umetumwa na nani, amekupa kitu gani? Na lengo langu la kuuliza hivyo lilikuwa ni kutaka kujua taarifa hizo, ili niweze kuzitumia hizo taarifa kumfungua huyo mtu. Akanambia, you are wrong, son, you are wrong, umekosea mwanangu, umekosea. unachotakiwa kufanya sawa niki hapa Wanatakiwa umwamini Roho Mtakatifu sio uliamini pepo, kwa sababu pepo ni mtoto wa Shetani na Shetani na watoto wake wote ni waongo. Shetani ni baba wa uongo, watoto wake ni waongo kama baba yao, kwa usitegemee kupata taarifa za ukweli kutoka kwa Shetani. Ni kweli ni kweli, kwa sababu tuna mamlaka, tunaweza tukaamuru liongee ukweli kwa mamlaka ya jina la Yesu, eh? lakini ukweli ambao shetani anaweza akautoa unaweza kaa ni ukweli ambao una uharibifu ndani yake, kwa sababu siku zote lengo la shetani ni kuua, kuharibu, kuchinja, kuiba. Unaona, kwa hiyo hata kama ataweza akakwambia ukweli wote, lakini huo ukweli unaweza kaa na lengo la kuharibu mambo yote kabisa. Kwa mfano, hilo pepo linasema kwamba wewe ndio ambao umenituma, litaleta picha gani kwa watu ambao wamekuja, ambao ni wanafamilia wa huyo mtu amekuwa akishuhudia unavyomwombea mtoto wao, ndugu yao, mtu wao wa karibu e? wataona picha gani hapo? Haya, manake tayari hapo utumishi wako umeshaingia doa. Hata kama si kweli, kuna namna tu ambavyo hautakaa sawa. Lakini pia akasema, amesema kwa mfano, amesema pepo limesema kweli kwamba mtu fulani ndo aliyenituma, ni mwangamize huyu mtu au nimtese huyu mtu alafu miongoni mwa hao watu asiwepo mtu mwenye uwezo wa kustahimili akawa na hasira eh, akachukua bastola au upanga akaenda kumkatakata huyo mtu na mapanga, akampiga bastola huyo mtu akamwangamiza. Utazaa kitu gani? Tayari ni kesi ambayo hauwezi kukwepa, lazima utahusika kwa asilimia mia, kwa sababu wewe ndio chanzo cha hiyo tukio kutokea. Wewe ndio sababu ya huyo mtu kumwangamiza huyo mtu, kwa unaweza kujikuta kwamba huduma yako inaenda kumalizikia gerezani eh, kwa mfano umefungwa kifungo cha maisha maanake, wewe maisha yako yote itakuwa ni kuhubiri injili huko gerezani. Kuhubiria wafungwa sio kitu kibaya, lakini pengine haikuwa mpango wa Mungu wewe uende ukahubiria wafungwa siku zote za maisha yako. Pengine mpango wa Mungu ilikuwa ni kukupeleka kwenye hatua kubwa zaidi, kukupeleka ulimwenguni kote, kama ambavyo alisema kwamba, enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu hmm? mpango wa Mungu na zakani huo, lakini wewe ukamruhusu shetani akuzuie kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa hiyo nikajifunza kwamba kumbe hakuna sababu ya kuuliza pepo, kwa sababu pepo ni baba wa uongo. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia. Nikimuuliza pepo, maana yake naondoa kazi ya nafasi ya Roho Mtakatifu, maana yake namfanya Roho Mtakatifu ajione hana kazi ya kunisaidia, maana yake mimi nahitaji msaada wa pepo ndio nifanye kazi. Unaona, ndio maana Yesu alikuwa hataki kuongea na mapepo utaona ni sehemu moja tu ambapo Yesu aliongea, aliliuliza lile pepo katika nchi ya Gerasi. Napo kulikuwa na sababu maalum tu, lakini sehemu zingine zote Yesu hakutaka kuongeana na mapepo Mungu, alini, alini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimenisaidia maanake, kumbe Mungu alinikwamisha hapo, huyu mtu asifunguliwe ili mimi niweze kurudi kujifunza. Nilipojifunza ndipo ambapo huyo mtu akafunguliwa akawa huru kabisa na wala hiyo issue haikurudi tena. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe kuna wakati Mungu anakuzuia ili akusaidie usiangamie au usipoteze kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ubarikiwe mtu wa Mungu, na wakati mwema.